Ah, tutakwenda kujifunza neno la Mungu lenye kichwa cha somo kinachosema umuhimu wa maombi ya kufunga na kuomba. Kuna umuhimu wa maombi ya kufunga na kuomba. Na kwa nini tufunge na kuomba? Tunafunga na kuomba ili tupate msaada wa Mungu, tupate suluhu ya Mungu kwa maisha yetu. Na njia moja ambayo itamfanya Mungu aweze kushughulika na hatua na mahali ambapo wewe unapita, ni vile ambavyo utaweka umuhimu wa kumtafuta Bwana kwa maombi ya kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba yanaleta msaada wa Mungu. Hakuna mahali ambapo mtu amefunga na kumwomba Mungu akusaidie na Mungu akajamaza kimya. Miaka sabini yaani, kuna miaka Mungu alisema na nabii ya kwamba utumwa huu baada ya miaka sabini utaondoka, mateso haya baada ya wakati fulani yataondoka. Sasa miaka ile imefika, mateso na utumwa hayaondoki tanbu zile aziondoke watu bado wauko utumwani. Ni vile vile ambavyo wewe unapita baadli, ambapo Yesu amekwenda msalamani akasema nimemaliza vyote, nimekupa neema, nimekupa baraka, nimekupa kibali, nimekupa usao, nimekupa suruhu kwa matatizo, lakini ayiondoki. Unahitaji kufunga na kuomba ili Mungu aondoe matatizo sasa una hali nakutesa, una hali haiishi. Nimekuonyesha jambo la kwanza ba za ufanye ni kutii na kunyenyekea, kumwambia Mungu hali hii inahitaji ondoke kwangu, hali hii na tatizo hili nahitaji liondoke kwangu. Nafundisha unapoona jambo lolote limekuinukia, linakupinga, linakutesa maombi peke yake ndio atakayekusaidia na tatizo linaendelea kwako kwa, lazima ujue sababu ya hiyo tatizo. Sio kila tatizo lipo kwa imeletwa na shetani. Mungu anaweza akaleta jambo ili usijione kwamba we unafaa na mambo ya njani. Nikikuuliza habari ya kesho, Mkristo kabisa ambao umeokoka, hujui maisha yako yapo gizani Hauelewi kesho yako ikoje? Ndio maana umejaa masungufu na tabu, ndio maana huwezi kuacha kazi ukaja kwa ibada, kwa sababu umejaa hofu ya kesho, umejaa kwamba itakuwaje, itakuwaje?